Ni nani amewaua wanandoa Antony Ngaboli mwenye umri wa miaka 46 na Anna Amiri mwenye umri wa miaka 39? Hili ni swali linaloulizwa na kila mmoja aliyefika nyumbani kwa wawili hao eneo la Tabata Bonyokwa GK, wilayani Ilala jijini Dar es Salaam kujua hujua chanzo cha kifo chao. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia leo Alhamis, Juni 12, 12, 2025 baada ya miili yao kukutwa chumbani kwao ikiwa na majeraha sehemu mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Murilo ameeleza kuwa miili ya wanandoa hao imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha, huku akisisitiza kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kujua chanzo chake. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar Dar es Salaam linachunguza vifo vya watu wawili mume na mke ambao wamejulikana kwa majina ya Antony Hilary Ngaboli, au wakati mwingine Ali Gabori, mwenye umri wa miaka 46 na mke wake ambaye amefahamika kwa jina la Anna Amiri Juma anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 39 wote ni wakazi wa Bonyokwa ambayo ipo katika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Tukio hili ambalo linachunguzwa na jeshi la polisi linadaiwa kutokea usiku wa kuamkia tarehe 12 mwezi huu wa Juni mwaka 2025 kwenye nyumba yao ya familia. Miili hii imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha. Uchunguzi wa kina juu ya tukio hili la kuhuzunisha unaendelea ili kujua na kubaini kwa kina. Akisimulia namna alivyobaini kutokea kwa tukio hilo, msaidizi wa kazi za ndani wa familia hiyo Mariam Saidi anasema waligundua kutokea tukio hilo baada ya mtoto wa marehemu kugonga kwa muda mrefu chumba cha wazazi wake majira ya asubuhi akihitaji nauli ya kwenda tuition bila ya mafanikio. kusoma ukweli, ile jana saa mbili walirudi kazini, wakati tunaangalia TV hapo, wakati wanarudi tu, mikienda zangu kulala, maana sikuote huwa wakijaga a zitu kulala, mkenda kulala, kabaki na mtoto wake hapo Ila dada alisema nimesalimana naye kabisa, akaingia zake chumbani meza yake akaendelea kulala. Kwa hiyo ndio hivyo tumelala, hatukujua chochote kilichotokea. Ila sasa kilichoacha tukajua ni asubuhi. Kuna mtoto wake ambaye anaenda shule tusheni. Ikabidi aende kule nyuma agonge na ni dirisha mradi babake ampe nauli aende zake tusheni. Sasa ameita karibu mara tatu haitiki. Mtoto akarudi zake ndani. Mimi nikachukua fagio nikazungua zake kule uani nikaenda kufagia. Bati nzuri, niangalia nini, kaona dirisha limekatwa, yale machuma yamekatwa, halafu pazia lina damu. Nikatoka pale, nikaenda kumwita mtoto wake mkubwa, sasa, dada, nenda ndani e ndani. danindaaonada ndani sasa Akatoka uko nje analia, kwamba unalia nini? Kasema dada, twende tukaone. Nkaenda tukakuta kule ameshafariki. Ndio hivyo, hatukujua chochote, kama kwamba makelele siku tumesikia, hatukusikia. Yani tumeshangaa tu amekufaje, na yani hatuelewe yani.